Kwa jina anaitwa Ibrahimu Hamisi Msaga, mkazi wa Manispaa ya Sumbawanga, kata ya Katandala e, mimi kama Mtanzania mkazi wa Sumbawanga kwanza na, naipongeza serikali ya awamu ya sita, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo imekuwa inatatua ina, ina, ina, ina kero za wananchi, na hivi karibuni tumeshuhudia miradi mikubwa ya kimaendeleo ikifanyika katika jimbo letu la Sumbawanga au Manispaa ya Sumbawanga na mkoa mzima wa Rukwa kwani tumeshuhudia ujenzi wa barabara miundombinu mbinu mbalimbali, ujenzi wa uwanja mkubwa wa, wa, wa ndege katika manispaa yetu, lakini shule madarasa na hospitali. Na hivi karibuni nilikuwa nasikia serikali inasema inaenda kujenga hospitali um, kubwa rufaa katika mkoa wetu wa Rukwa. Haya haya ni mapinduzi makubwa sana yaliyofanywa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi hiki, kadhalika kila baada ya miaka mitano kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huwa tunafanya uchaguzi, na hivi karibuni tunatarajia kwenda kufanya uchaguzi. Mimi ni wasihi wa Tanzania wenzangu, huu ni wakati sasa sahihi wa kuhakikisha kwamba yale ambayo Dkt. Samia ameyafanya katika kipindi hiki kilichopita tunaenda tena kumwongezea miaka mitano mingine ili tuweze kupata tena maendeleo zaidi. Lakini kumekuwepo na jambo ambalo linaendelea katika nchi yetu. Kuna watu wasiopenda maendeleo katika nchi yetu, na leo hii tunavyozungumza, wapo katika mkoa wetu wa Rukwa, wanahamasisha watu wasiende katika, katika, katika kushiriki uchaguzi. Kwanza ukiliangalia ile kauli mbiu yao ni kauli mbiu ya kichochezi, kauli mbiu ambayo imejaa uchoyo, kauli mbiu inayochonganisha wananchi na watu wao. Mimi nafikiri kabisa hawa watu tuwakatae, na kauli mbiu yao hiyo tuikatae, kwani kwa, kwa mujibu wa katiba uchaguzi upo kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo kama kuna mtu anatokea anakataa anakataa uchaguzi ufanyike, maana yake anaikanyaga katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi wa Tanzania wote tunaheshimu katiba yetu, tuilinde katiba yetu kwa kuwakataa watu hawa ambao wanakataa uchaguzi katika nchi yetu. Sisi ni Tanzania.